Kesi yenyewe inasema kwenye ukurasa wa 168 kwa kesi hiyo inasema, shauri hili limesikilizwa zaidi ya, ya ya, miezi sita wakati wa trial. Yaani lilianza trial, haijazungumza kwa nini. Yaani nasema ilipoanza kusikilizwa mahakama kuu hakuna sehemu yote iliyozungumzia ilikuwa muda gani kwenye trial amili kwenye komisiza maandiso. Lakini nasema hata hiyo kesi ya ya Dangi ukurasa wa 14 inazungumzia kwamba trial ilichukua mwaka mmoja. Ya tangu ndanza kusikiza mashahidi ilichukua mwaka mmoja mpaka kukamilika kwa. Hamna sehemu inazungumzia kwamba ilianza tarehe ngapi alipokamatwa au alipokamatwa kwa hiyo. Kwa ilichukua siku ngapi mpaka wakawa committed kwenda hapo. Kwa hiyo ha hizi kesi zimekuwa misplaced tu hapa kwenye kuifanya maana yako yaamini kwamba hizi zilikuwa serious cases zika zikaenda ndani ya miezi sita wamekudi wakati wa ku, lakini vyote ni vyote Mheshimiwa, pamoja na yote haya, kila shauri lina lina mazingira yake. Hatuna maana ya kusema tu tunataka tucheleweshe kesi Mheshimiwa. Tangu tumekuja tunaeleza hatua za upelelezi za ulipofikia na nini kinafanyika ukizingatia hicho anachokisema kwamba hili ni shtaka kubwa, shtaka kubwa upelelezi wake pia huko kompikete, wezikafananishwa na kutoa taarifa za uongo kama ambavyo ambavyo mwenzetu alikuwa anaigia huko. Lakini naona akaenda mbali akasema hii ndio kesi ya kwanza duniani kushtakiwa mtu mmoja kwa uhaini. Si, si, si, sipendi kwenda kujibu hilo lakini sidhani kama kifungu chenyewe kimesema mtu mmoja aweze kushtakiwa, lakini kusema kwamba ni mtu pekee aliyeshtakiwa na uhaini, naona sipendi kujibu hilo, lakini labda atalihifadhi, tukutane Mahakama Kuu kama itaenda Mahakama Kuu. Okay. Kwa mahakama ni kosa kumshtaki mtu mmoja na uhaini alikuwa narejea kifungu cha 225. Mimi kiusaini nasema ni 262 22. Akanarejea kifungu cha tano. Hicho kifungu tulikitumia, hicho kisa tuliambia mahakama, tulirudisha likarudi baada ya kukamilika yale yaliyoelezwa <coughs> na hakuna sehemu tumesema upelelezo wa shauri wahaul. Tulichosema liko kwenye hatua ya maamuzi kwa hiyo swala la kutuambia kama tuseme anaiomba mahakama yako toamuru tuseme kwamba tunalirudisha kwa, kwa, kwa, kwa upelelezi zaidi au upelelezi unajitosheleza kwenda mahakama kuu, inataka ma, anaiomba mahakama iweze kutukompele tujibu hayo. Sisi tunalega ikiza mheshimiwa, Majibu yetu ni kwamba jarada <coughs> liko linasomwa, liko kwenye hatua ya kuamua sasa, na katika kuamua ni kuangalia maslahi mapana ya umma lakini Mheshimiwa, swala na kwamba akashtakiwa kwa sababu akiturejesha kifungu cha kumi na tisa cha, cha sheria ya vyama vya siasa, sisi tunaona kifungu hiki kwenye shauri hili hakitumiki. Ukiangalia okay, hati yetu ya mashtaka hamna sehemu yoyote tunamshtaki kwa sababu ya itikadi zake na pia kwenye kifungu cha 39 kapito A, cha kosa la waini, hakuna sehemu yote inayosema mtu atashtakiwa kwa itikadi zake za kisiasa. Kwanza tamisiko huko au kifungu hiki akisemi kwamba mtu hatoshtakiwa kama ni mwanaitikadi wa kisiasa au itakuwa mwaka wa tamata, yaani, kama ni mwaka wa uchaguzi, basi ukiwa mwanachama wa chama fulani huwezi kushtakiwa. Hakuna sheria ile katimbale yakuitaji Kuendelea. Kwa hiyo mheshimiwa, sisi ombi letu liko pale pale, tunaomba kwamba mahakama yako ione hatua ambayo tumeiambia mahakama ni hatua ambayo ya kimaamuzi, ni hatua ya mwisho kwenye kwenye kwenye mahakama yako ya komito weza kuona ama kama alivyosema <coughs> ni bibi pia akaamua kuifuta au kuipeleka mahakama kuu ku. Kwa bahati mbaya kisoma kuta miamis mbili sita hakielezi kwamba basi kwenye kusomwa na kutolewa uamuzi ichukuliwe au ufanyike ndani ya muda gani?